Na mgomo wa madaktari kwa mara tatu. Mara ya kwanza mwishoni mwa Desemba 26 mpaka 28, hospitali ya Mount Meru, tatu mpaka tano Bombo na, na, na Bombo, tatu mpaka tano Muhimbili. Lakini mkutano huu, mgomo huu ulihusisha zaidi madaktari wale ambao wamemaliza masomo yao wamepata shahada zao, lakini katika taratibu ya udaktari, ukimaliza shahada yako baada ya miaka mitano unapewa usajili wa muda, na katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya pale unatakiwa ufanye kazi chini ya uangalizi wa madaktari bingwa kwa mzunguko wao kwenye maeneo karibu manne. ukishamaliza mwaka ule madaktari bingwa wanakufanyia tathmini. Sasa ndio wanakupasisha kwamba wewe sasa unaweza kwenda kuwa daktari peke yako bila uangalizi wa mtu, na ukishafanya kazi kwa miaka miwili, mwaka wa tatu sasa ndio unapata usajili wa kudumu. Sasa hiyo mkwamo wa kwanza ulihusisha madaktari hawa zaidi na, na sababu kubwa ni kwamba posho imechelewa wanalipwa posho hawa kila mwezi, lakini sasa katika mwezi wa Desemba posho imechelewa na mwezi wa Desemba una Krismasi, una mwaka mpya, hali kwa kweli ikawa ngumu. Na wakiuliza huku, huyo anajibu huyo hivi, anajibu hivi, tuko mbioni. Mbio hizi jamani hazifiki mwisho. Kwa hilo lenyewe likasababisha lika, lika, lika, lika madaktari hawa nawashukuru kwa namna kipekee kabisa madaktari wauguzi, na wanataaluma wengine ambao katika kipindi chote cha mgomo hiki wao walikataa kugoma pamoja na vitisho kwamba wewe tutakufanyia kufanyia mambo mabaya. Anasema, bwana, siwezi kumwacha mgonjwa, nyie mabaya nifanyieni tu lakini kumwacha mgonjwa siwezi kufanya. Tunawashukuru, tunawapongeza sana, na huu ndio moyo wa kuigwa na wengine. Nawashukuru kwa namna kipekee wananchi wote kwa uelewa wao, uvumilivu na utulivu wao mkubwa katika kipindi chote cha mgomo. Najua kilikuwa kipindi kigumu sana, Kipindi cha mashaka makubwa. Unaumwa, unaogopa kwenda hospitali, na ukiwa kiongozi ndio wanaogopa zaidi. Nasikia kuna kiongozi wetu mmoja alipata ajali huko njiani akasema, Mwimbili a, a, a, msinipeleke <laughs> Nadhani nilisema katika hotuba yangu ya mwisho wa mwezi jamani, naomba mgomo ule huwe wa mwisho. Nataka kurudia tena leo, Naomba madaktari, huu uwe ni mgomo wa mwisho. Kwa kweli taaluma yenu inawataka iwe hivyo, sheria ya nchi inawataka iwe hivyo. Timizeni kwa wajibu, kwa mujibu huu. Na sisi katika serikali tuko tayari kuendelea kuzungumza. Wanaozungumza hawagombani lakini pia tunapozungumza tustiriane sana masharti. Unajua, hata na sisi tungeweza kusema bwana, hatuzungumzi na nanyie mpaka mwondoe mgomo, lakini hatukuyataka yote hayo. Lakini sasa masharti haya yanatupa taabu yeah, sana mara lazima majibu yako waziri mkuu yawe kwa maandishi eh, kasema hapa. Sasa tumefika mahali pagumu sana, lakini kila maisha Elimu haina mwisho, sote tumejifunza katika matatizo haya. Nadhani mafunzo tuliyopata yatuongoze kufanya vizuri mbele ya safari. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana. Baada ya hotuba hii ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuliwapata baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam ambao walikuja kusikiliza hii hotuba na mbele yangu hapa ni Dr. Alec Chemponda. Kwanza dokta, kwa kuanzia, habari za siku? Nzuri sana, nakushukuru sana. Mungu mkubwa. Wewe ni daktari wa nini? Ni daktari wa falsafa, PhD. Hebu tueleze kidogo tukuhusiana na huu mgomo wa madaktari na hotuba ya rais ya leo. Mgomo wa madaktari kwa kweli mimi uliniuma sana, kwa sababu mimi mwenyewe nilisomea medical assistant hapo Muhimbili ilipokuwa Princess Margaret Medical Training Center mwaka 57 na kuendelea pale. Sasa madaktari wanapokuja kugoma, na wanajua wazi kwamba kugoma kwao maana yake ni kifo, watu wanakufa, hakuna wa kuwahudumia. Hiyo kwa kweli hata sijui Mungu anaiona vipi, na nimeshukuru kwamba wamefikia mahala ambapo wameanza kujiamini na naona kupata mwongozo wa kiroho kwamba waweze kuendelea vyema. Kwa hivyo hotuba ya mtukufu rais, mimi namwita mtukufu, mimi namwita mtukufu rais, sio mheshimiwa rais, ni mtukufu rais, kwa sababu katika sayensi ya siasa tunasema hivi: Mw yule ambaye yupo kati ya Mwenyezi Mungu na binadamu katika nchi yoyote ile katika nchi yoyote ni, ni rais wa nchi au mfalme wa nchi. Kwa hapa kwetu ni rais wa nchi. Kwa hivyo mtukufu rais ni mtu ambaye wa kuthaminika sana na athaminiwe, na madaktari wakumbuke hilo kwamba huyu ni rais na ni rais wa fani zote wa, wa nchi nzima. Labda kwa mfano watu wa imani wanaamini kwamba mtukufu labda ni Mungu peke yake, kumuita binadamu mtukufu ni kama vile umemtukuza mno hivi wat, wat, watapata hisia kwamba kumwita mtukufu utakuwa umemtukuza ume mno binadamu badala ya kumtukuza Mungu. Hapana, yeah. Hapana, hujafanya kosa lolote kwa kweli katika kufanya hivyo, kwa sababu mtukufu ni mtu ambaye hata binadamu ni mtukufu, binadamu anakuwa mtakatifu, au sio, bwana? sisi katika dini ya Wakristo mtoto wa Mungu mwenyewe alikuwa binadamu halisi kama sisi, alikuwa binadamu lakini alikuwa mtukufu. Kwa hivyo binadamu ni mtukufu. Safi kabisa. Na tunasema hivi wawili au watatu wanapokusanyika eh, wanapokusanyika kwa, kwa ajili ya kumwomba Mungu ayekuwa na Mungu, basi Mungu anakuwa pamoja nao na Mungu hakae na watu ambao wenye dhambi, hawezi kukaa mahala ambapo ni patakatifu, haiwezekani. Kwa, kwa watazamaji, hali hapa ndani ni ngumu mno, hatuwezi kuendelea kuzungumza kwa sababu msongamano ni mkubwa sana. Mimi nasema Dr. Alec ni kuruhusu uende, ngoja nijaribu kuangalia kama nitapata watu wengine wawili watatu, na mama mwingine atanitambulisha jina. Unaitwa nani? naitwa Catherine Maganga. Maganga, unasemaje kuhusu mgomo wa madaktari? Yaani, mgomo wa madaktari, mimi nashukuru sana jinsi alivyofanya Mheshimiwa Rais, amejitahidi sana kwa sababu jinsi ilivyokuwa, ilikuwa ni hali ngumu sana, lakini pale alipofikia na imani kabisa, mambo ameyaweka vizuri. Watanzania, tuwe na amani. Asante sana, nashukuru. Haya baba, kuna mzee mwingine mbele yangu atanitambulisha jina. Mzee unaitwa nani? mimi ni staf sajini Petro Stefano Chacha Pande Chacha, una takriban kama miaka mingapi sasa? Mimi niuli mwaka tisini na mbili sasa, miaka tisini na mbili ndio apande. Aya jamani, tazameni watazamaji, mzee mtu mzima mwenye miaka tisini na miwili anatembea kwa nguvu zake, amekuja kumsikiliza rais wake Jakaya Mrisho Kikwete. Labda mzee, imekwaje? We na umri huu takiwa umepumzika, unakuja kufanya nini kwenye mikusanyiko ya watu wengi kama hii? Mimi nimepigania nchi hii tangu mwaka thelathini na tisa nimempugusa mwingereza umepigana vita kuuvitali ya pili ya dunia. midili yangu hizi hapa sasa. Imekuwaje wewe kwenye umri wa miaka tisini na mbili unakuja huku, uogopi utaangushwa? Shida yangu ilikuwa ni nimwelezie rais shida ya wazee waliopigana vita kuu ya pili ya dunia, ndio ilikuwa shida kubwa. Sasa mzee, mimi naamini labda rais atakuwa amesikia, lakini hiki kipindi cha madaktari, je, umemsikia huko ndani rais aliyoyaongea? Rais amezungumza kitu kweli na na busara kweli kweli, hata mimi nimefurahi kama rais wetu ingelikuwa watu nafuata anavyotaka rais, naona kama tungefurajika mpaka amejaribu kuhusia haki ya binadamu. Hawafuatilii haki ya binadamu hawafuatilii kweli anavyotaka mheshimiwa rais. Na, na, na, hapa nchi hii inasaidiwa na umoja umoja wetu iliumbwa na Mungu, na sisi wazee tumezauliwa vita kuu ya pili ya dunia tumezauliwa. asante, asante. Mzee, mzee, mzee mzee kwa sababu pia mtu mzima sana, nisikusimamishe muda mrefu. Jamani, huyu ni mzee amepigana vita kuu ya pili ya dunia, amekuja kumsikiliza rais wake Jakaya Mrisho Kikwete, na kusema kweli, amesikia rais aliyoyazungumza. Hii ni dalili pia kwamba rais anapendwa sana, kama mzee wa miaka tisini na mbili anatoka kwa alikotoka, anakuja anatembea kwa shida, kwa ajili ya kumsikiliza rais. Hii si bure. Liko jambo na iko namna. Asante sana. Nimevua madili yangu ya jeshi kutokana na kumpenda rais wangu mpendwa anaosikia shida ya watu, lakini sisi rais asitusahau wazee waliopigana vita kuu ya dunia. Tunaomba yule aliyokuwa katika pale anajiita katibu mkuu aondolewe sababu so, alikishaondolewa lakini hataki kuondoka. Haya, ngoja jamani. Na kama mlivyomsikia mzee, kama rais anasikiliza kipindi ama wasaidizi wake mnaangalia kipindi hiki, mwambieni mheshimiwa rais zaidi ya kuja kuwahutubia wazee wa Dar es Salaam mara moja moja, awasikilize na wazee. Mungu amemjalia amefika 92, wenzake wengi wametangulia. Kwa hiyo rais pia e, pamoja na kuongea na wazee wa Dar es Salaam ni jambo zuri na jambo laheri, lakini pia wazee, mheshimiwa rais, mmeweza kuisikia kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akihitimisha rasmi mgomo huo wa madaktari kwa hotuba aliyozungumza na wazee wa jiji la Dar es Salaam. Pamoja na kwamba mgomo umekwisha, madaktari wamerejea kazini, mazungumzo na serikali yanaendelea, lakini mgomo huo ulileta madhara makubwa. Hatuwezi kunyamaza na kukaa hivi hivi kwamba things yani ziende as usual wakati kuna watu maisha, kuna watu wamepoteza maisha, kuna watu wamepata vilema vya maisha, kuna watu wamepata maradhi yameongezeka kwa sababu ya mgomo huu. Kwao si busara tukanyamaza tu eti kwa sababu mgomo umemalizika ndio mambo yamekwisha. Hapana, tunazungumza tu kwamba yale ambayo yalitokana na huu mgomo ili tuweze kujua kama kuna mtu ambaye anatakiwa kuwajibika awajibike, ikibidi, kama serikali imefanya uzembe. Kama ni Ulaya hapa, watu wanashitakiwa na yanalipo mafidia mamilioni ya shilingi, lakini na Watanzania tuna jadi wa kwenda mahakamani kushtaki serikali zetu ama watendaji ambao walipaswa kutuhudumia, kwa sababu wao ni wajiri wetu, akiweko Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mimi na wewe ndio tumemwajiri kwa kura zetu. Kwa hiyo yule ni mwajiriwa wetu, tukiona kuna mambo ambayo hayaendi, tunamwambia pia rais wetu, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tunaendelea na kipindi hiki maalum cha matokeo ya mgomo wa madaktari, na leo ndio naingia kwenye sehemu ya mwisho ya kipindi hiki, kuwaonyesha baadhi ya waathirika ama wahanga wa mgomo huu wa madaktari. Niko kwenye nyumba ya mkazi mmoja, anaitwa Ali Charles Mwenda. Ali Charles Mwenda eh? yeye ni mmoja wa wahanga wa huu mgomo madaktari. Kwa kabla hatujaanza kuongea naye, kwanza Bwana Charles, hebu tukaribishe kwako. Naona kuna watu mbele, tutambulisha wao ni wakina nani, alafu tutazungumza kilichotuleta. Karibu. Asante sana, sana. Mimi naitwa Bwana Ali Charles Mwenda, huyu kulia kwangu ni mke wangu, anaitwa Bilauna Shabani au Mama Sadiki. Huyu hapa ni shangazi yangu, yule mama pale ni mama mke wangu, yule pale binti wa mwisho pale ni shemeji yangu, yule kule mwisho ni mdogo wangu. karibuni sana Tukianzia bwana Ali Charles Mwenda, tueleze kitu kidogo, huu mgomo wa madaktari umekuathiri vipi wewe na familia yako? Kwa kifupi tu, usieleze kwa kirefu sana. Asante. Kwa kifupi, huu mgomo umeniathiri sana sana, yani inauma kuielezea, lakini kwa kifupi, imeniathiri kwa sababu nimempoteza mmoja wa familia yangu. Nimempoteza mwanangu, binti yangu wa mwisho, alikuwa na umri wa miezi kama tisa hivi kwa kufupia athari niliyoipata ndio hiyo, nimepoteza binti yangu ambaye tumemzika siku ya tarehe nne, tarehe nne mwezi yes, wa tatu no. e, kama nilivyoeleza watazamaji, kweli mgomo umekwisha, lakini si wengi ambao wanafahamu madhara ya huu mgomo, na bwana Charles ameeleza kwamba amepoteza mtoto wake. Kwa hiyo lengo sio kumkumbusha machungu, bali ningependa tu atuambie kidogo tu ilitokeaje, mpaka mtoto akapotea, ili Watanzania wenzangu na mimi muweze kuelewa hawa madaktari walipogoma walikuwa na maanisha nini, na nini kimewakuta Watanzania wengi kama Charles Mwenda, ambaye yeye anawakilisha umati mkubwa wa watu ambao wamewakuta kama yake, na labda wengine makubwa zaidi yake aliyomkuta. Kwa kifupi tu, yani utueleze kwa kifupi tu, ilikuwaje mpaka tukampoteza sasa mwanetu, yani kitu gani ambacho kilifanyika ambacho mnajua, nadhani kingeweza kuokoa maisha yake, kwa kifupi. Hii inaweza nikaanzia siku ya, siku ya tukio Jumamosi nilifika pale Muhimbili kwenye majira ya saa moja jioni. Huyu mtoto ilivyokuwa inasemekana alikuwa na upungufu wa maji, sababu alikuwa anatapika sana, nakualisha kwa hiyo nimefika kwa pale Muhimbili yani, tulikuta watu wako wahudumu, daktari wako busy na mambo yao yani kila unayemuelezea, lakini akatokea msamaria mmoja, msamaria mwema mmoja, ni daktari pale Akaa ametuagiza kwamba tuende emergency unit. Tukaenda emergency unit pale, baada ya kufika pale still bado hali ikawa ni ile ile. Mke wangu huyu akambeba yule mtoto, kampachika mgongoni, yule mtoto akakaa pale around kama saa moja, ndio akatokea bwana mmoja, baada ya kumwangalia hali ya yule mtoto akasema, bwana, mtoto huyu anatakiwa aende akawekwe kwenye oxygen, maana yake naona kama anapoteza fahamu. Kwa kwa ameingia kwenda ndani kwenye oxygen, amerudi baada kama dakika arobaini. Kaambia bwana samani, bwana, mtoto yule amekwisha fariki. Siko na jinsi zaidi ya kukaa tu chini na kuangalia nini kinachotokea. Tena baadaye, labda tangu baada ya kufariki ilichukua process ya muda gani, labda mpaka kumhifadhi mtoto kwenye chumba labda cha maiti, alafu na kuja kuendelea taratibu nyingine za mazishi?